Adi, dakika hii stori kubwa kabisa ni kwamba Diamond Platnumz pamoja na Rita wamerudiana, na hiyo yote tumegundua kutokana na posti mbalimbali ambazo Rita ameziposti na vitu kama hivyo. Lakini bana, leo hii kuna kitu ambacho Zuchu amekifanya, na ni kama jibu anampatia Rita, na anampa majibu makali kabisa, kwamba Rita itabidi akae chini ajitafakari na asikilize ujumbe huu ambao Zuchu anampatia. Unajua Rita inasemekana kwamba alikuwa ni mfanyakazi anafanya bank na isi na moja kwa moja inasemekana kwamba baada ya kuingia katika mahusiano na Diamond Platnumz, Diamond Platnumz akamwambia acha kazi na nitakuwa na kusaidia kila kitu ambacho unakihitaji na vitu kama hivyo, lakini kwa bahati mbaya, kuna baadhi ya vitu ambavyo Diamond Platnumz alikuwa atimizi kwa mfano kodi na vitu kama hivyo. Sasa moja kwa moja, Rita sasa hivi amekuwa ni mama wa nyumbani, na of course alikuwa na anatamani sana kumzalia Diamond Platnumz, ili kazi yake yeye iwe tu kumlea mtoto wa Diamond Platnumz na maisha yaweze kwenda hivi. Lakini kwenye suala zima la kazi, Rita afanyi kazi yoyote. Na of course kuna kipindi ambacho Diamond Platnumz alimwahidi Rita kwamba nitakufungulia mtaji, nitak, uh, nitakufungulia biashara nitakupatia mtaji uweze ukawa mfanya biashara na mambo kama hayo, lakini Diamond Platnumz pia inaonekana alikimbilia mitini. Sasa hadi sasa hivi Rita ni mama wa nyumbani. Sasa kuna hapa video ambayo Rita ameposti jana akithibitisha kwamba bado yeye na msanii Diamond Platnumz wako pamoja. Aliposti video na chini pale akaandika the chosen one, hivyo watanzania wakahisi kwamba bado wako pamoja, yeye pamoja na Diamond Platnumz. Na Zuchu aliona hiyo posti, naona sasa Zuchu leo hii amempostia hii hapa video Rita, na ni kama anamwambia, mimi nafanya kazi, wewe endelea kugombania wanaume. Kuna hapa video inamonesha Rita akiwa amini Zuchu akiwa kwenye ndege anaenda kwenye hizi hizi kampeni za CCM naona kwenye ishu za kiserikali, na moja kwa moja Zuchu ameposti hii hapo, akionyesha kama ameamka asubuhi sana, anaenda kutafuta pesa, na huku anamwachia ujumbe Rita kwamba wewe endelea kugombania wanaume, mimi natafuta pesa. Hilo ndio jambo ambalo Zuchu amelifanya siku ya leo, na watu wengi wamechukulia video hiyo ya Zuchu kama ni anampasha, anam, anam, Rita kwamba Rita, kwa makini mimi pesa unifikii na mume nimempata, msanii Diamond Platnumz atazunguka na wanawake wengi sana, lakini at the end of the time, moja kwa moja anarudi mikononi mwa Zuchu, na hiyo ndio jeuri kubwa kabisa ya Zuhura. E bana, nikushukuru sana, mtangazaji naitwa Hansi, na hivyo ni channel yako pendwa, na nakuletea habari pamoja na story mbalimbali mbali. Nikushukuru na uwe na siku njema.